Udhaifu unakuwa mkondo wa nima. Lichaya maombi ya bidii ya Paulo, jibu la Bwana halikutarajiwa. Mstari wa silan unasema lakini yeye akaniambia, nima yangu ya kutosha, maana uweza wangu hukamilishwa katika udhaifu. Bwana hakuondoa udhaifu wa Paulo, badala yake alisema kwamba katika udhaifu huo nguvu za Mungu zingefunuliwa kikamili. Jamani, huni upotovu mkubwa kwetu. Ni rahisi kufikiri kwamba ni lazima tuwe na nguvu na ukamilifu ili uweza wa mungu ufunuliwe. Ninapofanya vizuri, ninapofaulu, ninapokuwa mkamilifu, Mungu hupendezwa na kunitumia. Lakini andiko la leo linasema kinyume kabisa. Badala yake, udhaifu wetu, upungufu wetu, huwa njia ambazo kupitia hizo tunapata nguvu za Mungu. Hebu tufikirie kwa muda Je, ikiwa Paulo hakuwa na mwiba katika mwili? Labda alitegemea zaidi uwezo na hekima yake mwenyewe. Naweza kufanya kiasi hiki kwenda, ulikuwa na kiburi. Lakini kwa sababu ya mwiba huo Paulo alijinyenyekeza mara kwa mara, sikuwa na chaguo ila kumtegemea Bwana peki na. Wakati huo huo, uwezo wa Mungu usiowazika ulitiririka katika maisha ya Paulo. Neno tunalopaswa kuzingatia katika kifungu hiki ni uwezo. Uweza huu ni zaidi ya nguvu za kimwili au talanta ya kibinadamu, ni nguvu ya kimungu ya Mungu. Hiyo ni inamaanisha, enzi kuu ya Mungu yenye nguvu ambayo inatubadilisha na kuzidi kila kitu ulimwenguni. Haijalishi ni dhaifu kiasi gani na hatutoshi, dunamisi ya Mungu. Nenda zaidi ya mipaka yetu na utekeleze mapenzi yako. Nguvu hiyo inadhihirika kikamilifu zaidi tunapokuwa dhaifu zaidi. Udhaifu wetu unakuwa njia ya nguvu za Mungu. Baada ya Paulo kupata utambuzi huu alikiri. Kwa hiyo nitajisifu kwa furaha zaidi juu ya udhaifu wangu ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Korinto 2 Korinto never. Jamani, ukiri huu unashangaza kiasi gani? Yule mtu aliyombia udhaifu wake wandolewe, sasa anasema atajisifu juu juu ya udhaifu wake. Kwa sababu udhaifu huo ni njia ambayo nguvu ya Kristo inakaa ndani yako.